Kwa jicho la muhimu la, la, la sana kwa sababu lisipotatuliwa, tunasikia kuna baadhi ya nchi huko hazina utulivu. Kwa hiyo kupitia hili, mimi niombe kwenye vituo vile ambavyo tunao hao watoto, hebu nitangue wale watoto ambao wazazi hawapo wamaishi katika mazingira bora ya serikali ya ambayo yapo hawa watoto wa mitaani ni wangapi? tunala suku wajakui zetu wako mia mbili themanini na nne. Leo ninaomba ni wapate wa kuwasaidia andaliao watoto watano, ili niweze kuendelea kuwasaidia mpaka hapo watakapopata kujitegemea. Hivi naomba nipate no

ukatili dhidi ya watoto, vipigo matusi, kunyimwa huruma na kunyanyaswa kihisia. ni takwimu zinaonyesha kwamba asilimia takriban watu mia moja hamsini huo wanaonekana kuathirika moja kwa moja na migogoro ya kifamilia, kujitenga kwa ndoa, hali ili iliweza katika mazingira hatarishi baada ya watoto